Alipofika katika mji wa Zanzibar kukatokea mtihani kidogo pale, na kwa kuwa alikuwa ni walii, kulitokezea mtu mmoja alifariki, aliacha usia kwa mtoto wake. Mtoto yule usia ule ukamtoka, na kulikuwa kuna fedha ambazo ilikuwa alipe amana, na mwenye amana amefika anahitaji sasa alipo amana yake, mtoto kasahau. Itakuwaje kwenda kuzika? Ikabidi izuiliwe ile maiti. Akaambiwa Said Barghash mfalme wa Zanzibar wakati huo, akaambiwa, hapa kuna mtu mkubwa sana yupo hapa, Shekhe Wesu bin Muhammad al Qadri mtu wa Barawa huko yuko hapa anaweza akalitatua ili jambo. Watu wanapata tabu kusikia Abdul Qadir anaweza kufufua. Akaitwa Shekhe Wesu mbele ya Saidi Barghash mfalme, bana hapa kuna kadhia, kuna mtoto aliachiwa wasia na baba yake, na baba yake kishakufa mwenye amana keshafika, nataka amana yake. Kilichofuata, Shekhe es Muhammad Alqadiri aliingia ali tu kwa ile maiti, akaiambia ile maiti isimame kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, na ile maiti ikasimama na ikaelekeza pale ilipokuwa, amemwelekeza yule kijana, amana ile nikwambia, iko sehemu fulani, nenda kafukue pale, halafu utampa huyo anae nidai. Sheikh Uwesu amefanya hivyo katika mji wa Zanzibar katika utawala wa Sayyid Baragashi. Alipomaliza akaulizwa, tuna Sheikh na Sheikh Uwesu, sasa unasemaje? Unataka urudi hapo au uendelee na maisha yako? Akasema hapana, mimi sihitaji kurudi na maisha. Mimi ninahitaji kuendelea na mahala ambapo, huko nilikokuwa ni mahala pazuri zaidi. Nataraji nikirudi huko naweza nikaharibu. Taratibu ukaendelea bwana, akazikwa Shekhe Uwesu bin Muhammad Muhamad al-Qadiri. Ndipo alipoanza kufahamika pale katika mji wa Zanzibar, na akawapa ijazah wengi mpaka Kigoma huko.